Onesimo, ni wazi kwamba nguvu kubwa ilitumika dhidi ya waandamanaji, vifo vimetokea wengi. Hmm. Waliofariki wamekuwa na majeraha ya risasi. Unadhani kipi kinaweza kufanyika ili kwanza kuwawajibisha waliohusika kutekeleza vitendo hivi? Cha kwa kwanza ni lazima tuwe na utashi wa kisiasa kukubali yaliyotokea na kukubali kwamba yametokea na watanzania wenzetu wameumia na tupate idadi kamili ya Watanzania walioumia, tupate idadi kamili ya majeruhi walioumia, tupate idadi kamili ya ma ya madhara ya mali majengo ya serikali yaliyoweza kupata machangamoto, lakini pia tupate idadi kamili au gharama tulioingia kama taifa ya kufunga mtandao, kwa sababu wengi wameathirika pia kiuchumi kwa hiyo hayo mambo lazima tuanze nayo tunaona kwamba mpaka sasa licha ya picha mm. kutembea kwenye mitandao ya kijamii kuonyesha vifo A, hakuna taarifa yoyote rasmi hata kuonyesha idadi ya awali ya watu ambao wamepoteza maisha unadhani ni kwa nini mamlaka hazijaona umuhimu wa kufanya hivyo ili pengine kuondoa ile dhana kwamba watu ni wengi waliouawa mi naona ni kama vile bado hawajaona kama kuna taifa limebadilika, bado hawajatambua kwamba kutokufanya majukumu yao ya, na, ya, ya yale ambayo yanapaswa eh, yanaweza yakaleta ya madhara zaidi. Wazungu wanasema, yani, usipokubali kukubali kama kiongozi hali halisi hilivyo, yatakuja misawa na kufunika moto. Mi nadhani hiyo bado bado hawajaona kwamba tunahitaji eh, kufanya hivyo. Sasa sisi tunaendelea kuwashauri kwamba ni muda mwafaka kwanza kukubali yaliyotokea, kueleza watanzania yaliyotokea kwa ukweli wake, kwa sababu kwa kufanya hivyo ndio tutaanza kulitibu tatizo, lakini kusema kwamba hakuna mtu aliyeuawa, wakati unapozungumza kila Mtanzania, ukizungumza na watu wako katika mikoa wa iliyoathirika, kila watu kumi unayozungumza nao wanne wame ndugu zao wa, wamepata madhara, ukiachilia mbali kuzimwa kwa mtandao ambao umeathiri pakubwa watu wengi waliokuwa wanategemea kupata taarifa. Wanaharakati ndani na nje wanaituhumu serikali kwamba imeendelea kuminya uhuru wa watu kutoa maoni. Ha, sasa nakubaliana ni hali halisi, tulikosa mtandao kwa siku tano hapa, nadhani hilo liko wazi. Ukizima, ukizima mtandao, maanake watu hawataweza kuwasiliana. Mitandao ni njia ya mawasiliano. Eh, swala la watu kujieleza eh, pengine lina, linachukuliwa tofauti, yaani linachukuliwa kama watu kujieleza, kutoa maoni kama mi inavyozungumza hapa, kuna mtu mwingine anakuazika. Sasa hilo lazima kama taifa tuliponye, kwa sababu watu wanapozungumza ndio tunaliponya taifa.